Ikiwa uzito wako unaanzia kilo 80 na kuendelea, basi huu ujumbe unaweza kukufaa kabisa. Nimekuwa nikitatua changamoto ya uzito mkubwa kwa muda mrefu sana, na hizi ndizo njia ambazo nimekuwa nikizitumia kwa ajili ya kupungua uzito mkubwa. Kumbuka, unapokuwa na uzito mkubwa maana yake unakuwa na nini? Unakuwa na kilo nyingi kuliko uwiano wa urefu wako, lakini kwa tafadhali nyingine, uzito mkubwa ni kuwa na mafuta ya ziada yaliyohifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili. Na hizi ndizo njia ambazo nimekuwa nikitumia kupunguza uzito mkubwa, hata kama umejaribu kutumia njia nyingi sana ambazo hazijakupa matokeo yoyote. Njia ya kwanza, badilisha sahani yako ambayo inakupelekea kuongezeka ku, ku, uzito kila siku. Kama nilivyoelezea kwamba uzito mkubwa ni kuwa na mafuta ya ziada yaliyohifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili, maanake hayo mafuta hutokana na vyakula ambavyo unavitumia kila siku, na hivyo ndivyo vilivyokupelekea ku, kuongezeka huo uzito ulionao. Kwa hiyo vyakula hivi ambavyo nakubadilishia mimi na kuelekeza vyakula ambavyo ni rahisi kabisa kwa ajili ya kupunguza uzito ambavyo pia ni rahisi kupatikana kwenye mazingira ulionayo wewe lakini pia njia nyingine, njia ya pili ambayo ni ya kupunguza uzito ni kwamba unabadilisha masaa ya kula. Tumekuwa, tumekuwa na mazoea ya kula masaa ambayo umejipangia sisi wenyewe kwamba labda kuanzia asubuhi unatakiwa uamke na, na mlo fulani e, mchana ule mlo, mlo fulani, usiku pia ule mlo fulani. Kwa hiyo unajikuta mwili wako haupatii muda mzuri wa kuweza kuchoma mafuta yaliyohifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili na kutokupungua uzito. Lakini njia ya tatu ni pamoja na mazoezi mepesi ambayo hayakupingwa hayana, hayana, kutokuyafanya kwa sababu kumbuka, unapokuwa na uzito mkubwa ni kwamba mwili wako pia unakuwa mchovu kwa sababu ya huo uzito ulionao. Kwa hiyo hatuanze, hatukuanzishi mazoezi ambayo yatakufanya ushindwe kufanya mazoezi kwa sababu ya mwili kuchoka kwa haraka zaidi. Lakini pamoja na mimea tiba ambayo unaweza ukajiandalia wewe mwenyewe kupitia mwongozo wa program ambao tumekuwa tukiwasimamia. Kwa hiyo kama unahitaji kupata mwongozo, comment neno program nami nitaweza kuwasiliana na wewe ili niweze kukupatia mwongozo wa tiba ambayo utapungua uzito kwa ukiwa na afya njema, au chukua namba kwenye bio pale, uwasiliane na mimi moja kwa moja niweze kukupatia mwongozo, tuweze kupungua kupunguza uzito ambao huenda kwa siku nyingi umejaribu kutatua hiyo changamoto na hujapata matokeo, yeah.